Oh yeah, one of the trending ambayo inaendelea nchini Marekani ni story ambayo inamhusu mtoto wa rapper Lil Wayne ambaye anajulikana kama Lil Nova. Sasa uh, katika mahojiano ya Lil Nova ambayo yamefanyika hivi karibuni ni kwamba alikuwa kwenye interview na uliulizwa swali ambalo lilikuwa linamuhusu uh, Drake pamoja na baba yake ambaye ni Lil Wayne. Sasa kitu ambacho kilikuwa tofauti ni majibu ambayo Lil Nova aliweza kuyatoa kwenye sesheni hiyo ya interview ambayo yeye Lil Nova aliulizwa kati ya Drake na baba yake ambaye ni Lil Wayne, nani ambaye ni mkali kwenye game ya hip hop nchini Marekani? Sasa Renova yeye alisema kwamba uh, bila baba yake Lil Wayne, basi Drake asinge asingejulikana au Drake asingekuwepo hapo alipo mpaka um, sasa kwa sababu Lil Wayne amemwandikia uh, hit nyingi sana Drake, mpaka sasa anajulikana ana mafanikio makubwa. Na inakumbuka mwaka elfu mbili na tisa Drake ndio alisainiwa kwenye rebo ya mtu mzima Lil Wayne, ambayo ilikuwa inatambulika kama Young Money Entertainment, na alifanya vizuri tangia aweze uh, kumwaga wino katika uh, rebo hiyo ya sasa, wewe una maoni gani kuhusiana na majibu ya Renova kuhusiana na Drake pamoja na Real Wine? Myself, naamini uh, Renova alikuwa iko mbali sana, kwa sababu Drake tumeanza kumfuatilia baada ya kuwa chini ya Young Money Entertainment na ndipo akaanza kufanya vizuri, na yeye mwenyewe pia uh, Drake anajivunia sana uwepo wa Real Wine kwenye industry ya music na kalia yake Was